Na sasa tuingie nchini Tanzania. Hatimaye waziri wa fedha wa nchi hiyo, Mwigulu Nchemba, amewasilisha bajeti kuu ya serikali ya nchi hiyo bungeni kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Jumla ya shilingi trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Deukaji Makomba ana taarifa zaidi akiwa Dodoma. Akisoma bajeti hiyo mbele ya wabunge jijini Dodoma, waziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba amesema kuwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025 2026 imeandaliwa kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 pamoja na nyaraka miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Kulingana na waziri Mwigulu, sura ya bajeti hiyo inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa 2025 2026. Bajeti hii inatarajiwa kugaramiwa na mapato ya ndani ya shilingi trilioni ya 40.47, misaada ya shilingi trilioni 1.07 na mikopo ya shilingi trilioni 14.95. Kati ya mapato ya ndani yanayotarajiwa, mapato ya kodi ni shilingi trilioni 32.31, mapato ya siyo ya kodi shilingi trilioni 6.48 na mapato ya mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 1.68. Aidha, mikopo inajumuisha shilingi trilioni 6.27 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi trilioni 8.68 kutoka vyanzo vya nje, na kuongeza kuwa maeneo ya vipaumbele kwa mwaka 2025 ya bajeti hii inaende na kukamilisha utekelezaji wa miradi, programu za maendeleo na afua zinazochangia maeneo makuu ya vipaumbele vya mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, ambavyo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu, ili kuhakikisha kuwa ufikiwaji wa malengo ya dira 2025. Kusomwa kwa bajeti kuu ya serikali kumewaibua wachambuzi masuala ya uchumi nchini Tanzania. Daktari Donald Kasongi ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, anasema uh, vitu ambavyo vime vime kidogo vinafurahisha ni kwamba kupunguza utegemezi wa misaada ambao imekuwa sasa ni uh, trilioni moja tu nafikiri, na kuna kanuni ya tahadhari hapa katika utegemezi wa misaada swala. so, la sera za biashara nafikiri tunahitaji kujiangalia sana. Tumeona Trump effect kwa kuwekewa vizi tarifu. Deo Kaji Makomba, DW.